Asante uh, vijana nafikiri kwamba ningependa kuzungumza, ningependa kutoa wosia kwenu kwamba jinsi wengine ambao wamezungumza, uh, lazima upende ile kazi ambayo unataka kufanya. Uh, kama mimi naweza nikasema kwamba lugha ya Kiswahili imenifanya nilipo hivi, ime sasa kuna wakati ambapo uh, mimi na kaka na tulikuwa tulitoa muhadhara katika chuo kikuu cha Eldoret, na napotaja hivyo, najua tayari guru ameshakumbuka ile mambo alikuwa ametokea. Mashallah, ambao alitwalika ndiyo <laughs> kwa hiyo ya asubuhi kuanzia saa mbili mpaka saa nane ilikuwa ni mimi nazungumza na, na wanafunzi. Kisha baada ya chamcha ikawa wala anazungumza uh, mazungumzo yalikuwa anahitajika kwenda mpaka saa kumi lakini ilipotimia saa kumi wanafunzi walikataa kutoka ukumbini, tukasema wala azungumze aendelee. Sasa cha ajabu ni kwamba walimu wa wale wanafunzi walio kwamba ni Jack Jaq Uyosilvest Kakajos na ni guru ustadhi warlinaa, hakokuwa hata na mwalimu mmoja hata profesa mmoja kwa pale hayo. <laughs> Yalikuwa na yakapita. Sasa jango mbalo asema kwamba kwa, kwa, kwa sababu ya Kiswahili mwanafunzi moja alisimama akaniuliza swali akaniuliza, Jack Oyo Uyosilvest, umetangaza mpira kwa muda mrefu, huu utangazaji wako mpira umekufanya kutembelea mataifa mangapi barani Afrika? Nikamjibu jinsi ambavyo mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akijibu wanahabari. Maanake wanahabari wengi Tanzania walikuwa kimogopa Nyerere. Ulikuwa uwezi kumuliza swali ambalo ukimuuliza swali la hafifu, yeye atakwambia hapana, kijana niulize hivi ili upate mengi ya kuandika. Sasa mimi pia nikamwambia yule kijana, kaniambia kwamba unataka kujua nimetembea mataifa mangapi barani Afrika kwa sababu ya kutangaza mpira, siwezi nitakujibu, lakini ukiniuliza kwamba tangu nianze kutangaza mpira ni mataifa mangapi ambayo sijatembelea barani Afrika, hapo nitakupatia jibu. Sababu ukweli ni kwamba kwa kwa ni mataifa ishirini peke yake barani Afrika ambao sijatembelea katika shughuli hii ya kutangaza mpira. Mm -hmm. Na ni kwa sababu ya Kiswahili, mimi na ndugu yangu Ustadh wala bin wala, unajua ukijua Kiswahili unasema kwamba sio bikubuvu katika lugha, yaani unapozungumza Kiswahili kinanyererika. Mimi ninapotangaza mpira huwa kuna wakati fulani watu walikuwa hawaweki redio chini, wanaikumbatia ile redio maanake ilikuwa ikianza ngoma binaanza, labda kwambia Zamoyoni Mogella kama ni vijana wa wa wa, wa Simba pale, Zamoyoni Mogella anachukua ngoma ile, anachukua Mohamed Albakari anaweka kwenye na kifua, anakwenda weka kulia, ananyimbuka, anachana ngoma kule, anaweka kike kigeoaomrega kichwa kinapigwa, ngoma inatoka nje yani <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <imu> Yaani ni kama ni kama napanda na jaziba kama, lakini kweli tabidi niulize, wazazi wangu walikuwa bado hai ningewauliza. Maana huwa nikitangaza huwa kuna kitu fulani ambacho huwa kinanijia, ambacho tayari madino mimi niliyozungumzia, baadaye huwa ukiniuliza siwezi kukumbuka vizuri. Sasa chamno nikwamba ukipenda lugha Ukiamua kufanya jambo fanya vizuri. Mimi na ndugu yangu wala, kuna wakati fulani ambao tulikuwa tunazungumza Kiswahili tukiwa Tanzania sehemu za Musoma pale. Sasa wazazi pia wanajua Kiswahili. Sasa ilikuwa tu sisi, lugha ambayo ilikuwa tunajua pale ni Kiswahili, Kiingereza ilikuwa kidogo kinatupiga cheka. Sasa ikabidi kwamba tutumie hicho hicho Kiswahili ukizungumza na wazazi wasijue tunazungumza nini ama tunasema nini, kutumia lugha ya Kiswahili. Sasa ikabidi kile Kiswahili tukakipindua juu chini. Sasa unakuja unaweza lawa unataka kuepiwa, wala unataka kuisoniko, yaani, wala unakwenda wapi? Nakwenda sokoni Namuuliza tena guru, guru mboma amekapi hivi. Guru ananijibu mboma amekapi uliga na manya ya kumacho, yani mama amepika ugali na nyama ya kuchoma. Hamna makofi mamo <babo> kidogo kwa <laughs> vijana <laughs> kwa ufupi ni kwamba wale ambao wanataka kuingia katika tasnia ya utangazaji lazima ujitolee, lazima ujitolee muhanga na usome vizuri na uliza wao wajua. Sasa ubaya wangu mimi ni niki mmoja. Uh, mimi huwa nikishika hii bomba huwa ni kama pia na bado na jazi, kwa naweza nikazungumza mpaka kesho. Kwa hivyo samani sana, siwezi nikaendelea vile, lakini wale ambao wanauliza nimesema, kaka Jose vipi, yuko wapi? Wengine wanakuwa kaka Jose ni staafu sasa, wao ndio wamenistaafisha, lakini mimi bado sijastaafu na kama kesho kesoea KBC redio Taifa, mm -hmm, saa tano tasoma muktasari saa sita muktasari saa saba habari saa nane muktasari saa tisa muktasari saa kumi habari pamoja na Jumapili. Kwa hivyo siku hizi ninafanya kazi Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, siku hizo tatu zimenitosha. shukrani jida